Mradi huu wa TACTIC ni mojawapo ya miradi inayofadhiliwa na serikali kuu kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia, na kama walivyotangulia kusema watangulizi wangu, mradi huu unahusisha uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania pamoja na kuto kuboresha huduma zinazotolewa na halmashauri zetu kwa jamii, na mradi huu unajikita kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara mitaro ya maji ya mvua, masoko, vituo vya mabasi na bustani za mapumziko na mandhari mbalimbali. Hatua e, za utekelezaji huu zimeanza kwa miji ya kundi la kwanza, na sasa hivi katika miji hii kumi na mbili ya kundi la kwanza wakandarasi walianza utekelezaji mwaka 2023 mwezi wa kumi na moja na sasa hivi wanaendelea na utekelezaji. Baadhi ya miji hii tayari e, barabara zimeshafika kiwango cha lami, masoko yanaendelea kujengwa, vituo vya mabasi vinaendelea kujengwa na mitaro ya maji ya mvua inaendelea kujengwa. Katika kundi hili la pili, mradi unatekelezwa kwa sehemu moja, tunaita kitaalamu package 1 kwa miji 13 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Kibaha na miji miwili ya Tanga na Bukoba wanazo package mbili ambazo zimeanza kwa wakati mmoja. E, miji yote 15 ya kundi hili la pili, ikiwemo manispaa yetu ya Kibaha wamekamilisha taratibu za zabuni na tayari mikataba imeshasainiwa kwa baadhi ya miji na wakandarasi walioshinda zabuni wamesaini mikataba na kuanza utekelezaji mara moja. Katika manispaa hii ya Kibaha, miradi inayotarajiwa kutekelezwa kwa sehemu ya kwanza tunaita package one imeainishwa katika muhtasari ufuatao. E, jina la mkataba ambao umesainiwa siku ya leo tunaita ni upgrading of Tuge Anglican picha ya ndege Lulanzi Hospitali mpaka NDC barabara hizi, na ujenzi wa soko la Mnarani ambao tupo sasa hivi hapa, pamoja na uboreshaji wa bustani ya mapumziko na burudani eh, ambao kitaalam tunaita eh, jina la, la bustani ile inaitwa Oasis, nafikiri wote mnaifahamu. Kwa hiyo hilo pia litaboreshwa kama ambavyo imetajwa kwenye maelezo ya awali. Mkandarasi ambaye alishinda zabuni na kuanza utekelezaji wa kazi hii kwa manispaa ya Kigoma anaitwa Dimetoclasa Real Hope Limited. Na mkataba huu ni wa jumla ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 19 laki nane milioni 832 laki tisa 22 elfu 855.99 hizi ni bila ya kodi ya ongezeko la thamani. Yani VAT. Mkataba huu ni wa miezi kumi na tano mkandarasi atatakiwa kutekeleza mradi mra huu na kukamilisha ndani ya miezi kumi na tano kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 kwa hiyo tunategemea kwamba itakapofika tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili mwaka, hu, F, mwaka ujao wa 2026 soko letu hili la Mnarani litakuwa limekamilika barabara zetu zilizotajwa zitakuwa zimekamilika na pia bustani yetu ya mapumziko ya Oasis itakuwa imekamilika tayari kuanza kuitumia. Ujenzi huu kama nilivyosema unahusisha barabara ya Tughe Anglikana ambayo ina kilomita 1.1 na barabara ya picha ya ndege kwenda Lulanzi mpaka hospitali na NDC kilomita 3.7 pamoja na ujenzi wa soko hili la Mnarani, na pia kwenye mkataba huu tutakwenda kujenga jengo la kudumu la wataalamu wa usimamizi wa majengo yetu na barabara ambalo litakuwa ni la kudumu na litajengwa jengo la gorofa moja kwa ajili ya wataalamu wetu kulitumia. Mchakato wa ununuzi umekamilika, mkandarasi amepatikana na amesha, amesha saini mkataba leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025. Na baada ya kusaini mkataba, utekelezaji unaanza mara moja na tuna, tutataraji, wote tutashuhudia tarehe moja mwezi ujao, ni siku tano zijazo, mkandarasi ataanza ujenzi wa miradi yetu. Miradi hii pia itasimamiwa na mshauri elekezi supervision consultant ambaye muda si mrefu atapatikana na atakuja kusaini mkataba ofisini kwa mkurugenzi na kushirikiana na mkandarasi kuanza utekelezaji mara moja. E, mheshimiwa mgeni rasmi, mipango mingine ya utekelezaji e, pamoja na u u ujenzi wa miundombinu hii pia tuna jukumu la kuandaa master plan za miji yetu husika na katika miji hii 45 tayari miji 26 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Kibaha tayari tuna master plan kwa Kibaha, tulipata hii master plan kupitia mradi uliopita wa Urban Local Government Supporting Program. Kwa hiyo miji mingine kati ya 45 miji 19 ambayo haina master plan tutaenda kuiandalia master plan na tunatarajia mpaka mwisho wa mradi huu wa TACTIC eh, jirani zetu halmashauri ya mji wa Bagamoyo nao watapata master plan kama tulionayo sisi. Pamoja na uboreshaji wa miundombinu hii, pia mradi huu una kipengele cha kujengea uwezo taasisi zote na, za wizara TARURA pamoja na halmashauri za miji yote 45 kupitia mafunzo mbalimbali yanayolenga kuboresha utendaji kazi, ufanisi wa huduma mbalimbali kwa jamii, pamoja na kununua vitendea kazi kama vile magari ya usimamizi na ufuatiliaji pamoja na kuhuisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato.